Sasa katika kuunga mkono hizo jitihada za mheshimiwa rais kuboresha sekta ya afya, na sisi tukaona tutoe mchango wetu, tukafanya study ndogo, kuona pengine sehemu gani ambayo tukitoa mchango wetu mdogo sana tu, lakini angalau unaweza ukawa na impact. Tukabaini kwamba kwenye eneo la hawa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati na wale wenye uzito mdogo, ambao wanahitaji uangalizi uh, ma ma maalum uangalizi maalum, si wa mama tu, lakini wa vifaa wanahitaji vifaa vya joto na vingine vya kinga na homa ya manjano. Basi tuko na, ngoja tupongeze msaada wetu katika eneo hilo. Na tulianza rasmi mwezi Desemba mwaka 2024 katika hospitali ya Mawenzi, hii hospitali ya rufaa mkoa wa Arusha, na tumefanya hivyo katika hospitali mbalimbali, na mpaka hii leo itakuwa ni hospitali ya kumi na mbili ambayo tunaipitia msai. Lengo letu <laughs> ni kuzifikia hospitali zote za rufaa mikoa wa Tanzania bara ambazo ziko kama ishirini na nane kama tukosei. Kuna imani kwa kubla za Mwenyezi Mungu tutafikia lengo hilo. Sasa niseme tu wazi kwamba huu msaada tunaotoa hatunyofui kutoka kwenye bajeti ambayo tumepewa na serikali kuendesha shughuli zetu e, kufahamu majukumu yetu e, haiukiniki kwamba serikali inaweza kututengea bajeti na kufanya hilo maerufani, isipokuwa hii ni michango ya watumishi wa TAKUKURU, michango ya hiari <coughs> kabisa. Napenda nichukue fursa hii kuwapongeza sana watumishi wenzangu wa TAKUKURU kwa uhiari huo. Hakuna mtu yoyote ambaye maiko kunung'unika au kulalamika tena, tulivyo asisi wazo hili la kutoa mchango wetu kusaidia eneo hilo la afya. Kwa hiyo michango inatolewa na watumishi wa TAKUKURU Tanzania nzima na ndio maana tumekusudia vifaa kuvitoa katika hospitali zote zafa nchi zima. Takwimu zinaonyesha takriban asilimia kumi na moja ya watoto wanaozaliwa Tanzania huzaliwa kabla ya wakati ya na watoto njiti na zaidi ya asilimia thelathini ya, ya, ya vifo vya watoto wachanga vinahusishwa moja kwa moja na matatizo ya ya kuzaliwa kabla ya wakati. E, hapa hospitali kwetu, e, kwa takwimu za mwaka uliopita e, kwa idadi ya wagonjwa ambao wamelazwa kitengo cha watoto wachanga takriban wa watoto mia sita na kati yao theluthi, mcho, ni ya theluthi moja ya tatu kwa ni ya watoto wachanga ambao tunaita premature au watoto njiti, yani kama watoto mia mbili hivi, ambapo labda wanaweza kupata watoto 20 au kumi na tano kwa mwezi, na mtoto mmoja anaweza kukaa hadi wiki mbili mpaka awe sawa, na kama pengine hakuna vifaa ambavyo itahitajika hasa kwa mahitaji yake inaweza kakadi mwezi. Kwa hiyo watoto hawa ushindwa kudhibiti kuthi joto lao la mwili, kwa sababu wamezaliwa kabla ya wakati. Kuzaliwa kabla ya wakati, kwa wasofahamu, kitaalamu tunaita chini ya wiki ya 37 ya ujauzito. Kwa hiyo bila vifaa sahihi vya kupata ili kumhudumia joto lake la mwili na mahitaji mengine, joto lake hupungua, hali inaongeza kwa kiasi kikubwa hatari ya vifo ambavyo katika hali ya kawaida huweza kuzuilika hii radi antuoma hii mashine ya kwanza kule kubwa ambayo mtatupatia e, e, leo itatuweze, itatuwezesha kudhibiti joto la watoto hao kwa usalama, ili kuokoa maisha yao na kupunguza vifo vya watoto wachanga katika mkoa wetu.